Naamini umewahi kusikia au kushuhudia kuhusu magonjwa yanayosababishwa na chakula. Lakini je, umewahi kufikiri kwa kina ni kwa nini magonjwa haya yanatokea na ni kwa nini ni muhimu sana kujilinda na kujikinga dhidi yake? Lakini pia unajua kwamba kila mwaka dunia inakumbwa na takribani ya kesi milioni mia sita za magonjwa yanayohusiana na chakula na kwamba kati ya watu wanaokumbwa na magonjwa haya takribani milioni 420 elfu huangamia kila mwaka kwa sababu ya chakula kilichochafuliwa, huku vifo vikiwa ni takribani milioni 125 elfu vikitokea kila mwaka kutokana na magonjwa yanayohusiana na chakula. Na hizi ni takwimu za kutisha zinazotufanya tuwe na jukumu la dharura la kulinda afya zetu na kuhakikisha chakula tunachokula ni salama. Ili kuweka bayana kuhusu hili Shirika la Umoja wa Mataifa kupitia Shirika la Chakula na Kilimo FAO na Shirika la Afya Duniani WHO. Mnamo mwaka 2018, Umoja wa Mataifa ulikaa na kuanzisha siku hii ikiwa kila mwaka, siku hii huadhimishwa tarehe saba Juni ambapo dunia hujumuika na kusherehekea siku ya usalama wa chakula duniani ni siku maalumu inayolenga kuhamasisha umma kuhusu jukumu la kila mmoja katika kuhakikisha chakula tunachokula ni salama na kinatiliwa kwa viwango vya afya. Siku ya usalama wa chakula duniani ni wito wa dharura kwa kila mmoja wetu kutoka kwa serikali, mashirika hadi kwa kila familia na mtu binafsi, kuchukua hatua za kujilinda na kuhakikisha kuwa chakula anachokula ni salama na chenye afya. Takwimu zinazotutoa machozi kuhusu magonjwa yanayohusiana na chakula na vifo vinavyotokana na vyakula vilivyochafuliwa ni kumbusho tosha kwamba usalama wa chakula si jukumu la mtu mmoja au taasisi tu bali ni dhamira yetu ya pamoja. Kila mwaka tunaposherehekea siku ya usalama wa chakula, tunakumbushwa kuwa afya, maisha na ustawi wa jamii zetu unategemea kwa kiasi kikubwa usafi na usalama wa chakula tunachokula. Mimi ni Bahati Jamlihu wa Sauti Digital.